Huu ni umati wa watu kutoka nje na ndani ya Dar es Salaam salamu, ambao wamefika hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuhudhuria mashindano ya 25 ya kusoma na kuhifadhi Qur'an tukufu. Viongozi wa serikali wakiongozwa na Dkt. Hussein Ali Mwinyi nao wamefika hapa katika mashindano haya yenye washiriki kutoka mataifa mbalimbali mbali duniani. Ujumbe mkubwa hapa ni juu ya watu kutambua umuhimu wa kusaidiana hasa katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao iliteremshwa ndani yake hii Quran. Hivyo basi ni wasihi Waislamu wenzangu tujitahidi kukisoma kitabu hiki na kukihifadhi, pamoja na kuwashajihisha vijana wetu katika kukihifadhi, kwani kufanya hivyo, bila shaka, ni mojawapo ya njia ya kukienzi kitabu hiki kitukufu na hatimaye kuweza kupata mashekhe na maulama wa baadaye. Ndugu wananchi na ndugu washiriki, naomba kuwakumbusha kuwa tumo katika kumi la pili katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hivyo tujitahidi kumwomba msamaha Mola wetu kwa makosa mbalimbali tuliyoyafanya kwa kujua na kwa kutojua. Tusiache utamaduni wetu mwema wa dini yetu ya Kiislamu wa kusaidiana katika mwezi huu mtukufu ili kuwafariji wale wote wenye hali duni ndani ya mwezi mtukufu huu. Awali mufti wa Tanzania Shekh Abubakari Zuberi amewahimiza Watanzania kulinda amani na utulivu kwa mwaka huu, ukizingatia wakati huu ambao nchi inatarajia kufanya uchaguzi mkuu Oktoba, huku kukiwa na zawadi mbalimbali katika mashindano hayo. Niwakumbushe tu kwamba mwaka tulionao ndio mwaka unatakiwa kuilinda zaidi amani, ndio mwaka unatakiwa kutengeneza zaidi utulivu, ndio mwaka unatakiwa kuto kukubali kuingizwa katika ule mbuye mbuye unaoweza kukuletea wewe ikhtilafu za kutoa katika kuleta vurugu na kuharibu amani ya nchi iliyoko. Wallahu wali tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Imma ikunyanyue au ikubwage. Leo kwa Mkapa hakuna atakayebwagwa. Sote tutanyanyuliwa. Tusema insha Allah. <coughs> Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyotangulia kusema, Al-Hikma Foundation tukiandaa appreciation kwa hawa watu wa Quran huwa tunaziita surprise huwa hatuzitangazi hatu, hatu mapema, ili tusije tukawaharibia imani zao wakaja kwa msukumo wa zawadi za kidunia badala ya kufata Quran. Aidha, katika mashindano hayo mshindi wa kwanza ni kutoka nchini Urusi, ambaye amepewa zaidi ya shilingi milioni 30 huku mashindano mengine kama hayo yakitarajiwa kufanyika Machi 22, mwaka huu huko visiwani Zanzibar. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema, ima ikunyanyue, ima ikubwagi. Upendo Michael, Azam News, Dar es Salaam.